Wezihili tangu mwanzoni mwa mwezi huu, ambapo e, tumekuwa tukitembelea masoko mbalimbali, soko la Mwaloni, soko la Kirumba na masoko mengine hapa mjini. Lengo hasa ni kusajili shughuli zao, lakini pia kuwapa elimu kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanahusu katika swala zima la ulipaji wa kodi kwa hapa e, mjini. Leo tumefanya tumekuwa na mafunzo na tumewapa e, elimu, lakini pia tumewaelimisha kwamba wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanarasimisha shughuli zao, lakini pia tutakuwa hapa kuanzia siku ya kesho kuwaletea huduma hapa. Watasajiliwa hapa hapa kwenye eneo lao, watakadiriwa kodi kwenye eneo lao, na vile vile maafisa watakuwa wakitatua changamoto zao hapa hapa pasipo wao kufika ofisini. Kwa hiyo tumeanza hili ikiwa ni sehemu tu ya kuanzia, lakini tumekuwa na utaratibu ambao ni endelevu kwa masoko mengine. Lengo la kuja hapa ni kusikiliza na kuangalia namna sahihi ya kutekeleza ya kuwakadiria kodi pasipokuwa na misuguano kuwa wanafika hapa watakuwa wakikadiria kodi na kumtembelea mtu meza kwa meza. Lengo ni kujua namna gani, mauzo gani anayoyafanya, ili kumkadiria kodi ambayo haitakuwa na msuguano baina yake na taasisi. Ndio maana tumesema kwamba hawana haja, japo kwa ofisi yetu ipo karibu, tukasema hapana, kwa aina ya biashara hii ni lazima afisa afike afike kwenye meza mtu husika, amsikilize na atoe kodi ambayo ndio uhalisia wake hapo awali. Lakini na wenyewe pia wamekiri kwa wametembelea na taasisi za fedha ambazo zimekuwa zikiwapa fursa mbalimbali lakini, wana, fursa, fursa, lakini wana, wanazikosa fursa hizo kwa sababu hawajarasimisha shughuli zao. Kwa hiyo lengo la kuja hapa ni kuwapa hiyo nafasi ya kurasimisha, lakini pia kuwawezesha kuweza kutambulika na taasisi nyingine kama mabenki na taasisi za fedha waweze kupata nguvu ya mikopo na kupanua shughuli zao. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunalifanya na tutaendelea kulifanya katika eh, mkoa wetu wa Mwanza. Naitwa Rafaeli Magambo. Mimi ni mwenyekiti wa soko hili la Tampere. Somo la leo kuhusu kulipa kodi tumelielewa vizuri, na sasa mimi kama mwenyekiti naenda kuhamasisha wafanyabiashara wote wasajili biashara yao ili waweze kufikia malengo yao, kwa sababu ukilipa kodi unakuwa umerasimisha biashara yako na baadaye unaweza kuikuza kupitia misaada na mikopo mbalimbali kutoka benki, lakini unapolipa kodi unachangia maendeleo kwenye nchi yako. Kwa hiyo unakuwa huru kutumia chochote kwenye nchi yako. Ukienda hospitali, unajua kodi yako inatumika, ukienda shuleni, unajua kodi yangu imejenga nchi. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa somo tulilopata leo na tunaahidi kuwa tutakuwa walipa kodi wazuri, ukiwa na maafisa wa TRA. Kwanza mimi binafsi nimefurahi kwa sababu nimepata elimu. Kuna vitu vingine nilikuwa sivifahamu, kwa mfano kama mimi ninauza dagaa pamoja na samaki wa kavu, nilikuwa sina tili namba hiyo, sijawahi kulipa hayo mapato upande wangu mimi, lakini nafurahi kwa sababu nimeipata hii elimu na niko tayari, maafisa TRA wakifika kuwapo ushirikiano, ili wajue jinsi gani ya kunikadiria ili nilipe kodi kama Mtanzania. Afisa wa TRA kuja kutembelea wafanyabiashara katika soko la Tampere mjini Mwanza, wilaya ya Nyamagana. Somo la leo mimi nafikiri kwamba limeeleweka vizuri kwa sababu maafisa wamejitahidi kadri ya uwezo wao kutoa somo au maelezo yanayowafanya wafanyabiashara waweze kujitambua kwamba wanatakiwa kufanya nini au wanapaswa kufanya nini katika kuendeleza nchi yao ya Tanzania. Umuhimu wa kulipa kodi upo kwa ajili ya manufaa ya mtu mmoja mmoja, jinsi anavyojitambua na anavyojitathmini yeye katika hali yake ya maisha, kwa sababu unapokuwa Mtanzania unapaswa kulipa kodi. Kwanza nchi zingine, tukiacha tu hapa kwetu hapa, nchi zingine wanalipa kodi na watu ambao hawapigiwi, yani kusema kwamba kwenye ile hali halisi unakuta ni kwamba mtu anakwenda kumlipia kodi, mpaka mtoto analipiwa kodi. Naitwa Masa Marole, mimi ya mafunzo sio mageni kwangu kwa sababu nimlipa kodi tayari, mimi nalipa kodi. Kwa hiyo sioni mageni na kulijenga taifa ni mtu utoe kodi tujenge taifa letu kwa pamoja, kwa kulipa kodi kwa kulipa mapato. Sasa, kusema tu kwa huku kuna changamoto moja ambayo itatupa wakati mgumu ndio maana watu wengine wanashangaa wanakuwa kitu ambacho kigeni, kwa sababu hii ni biashara kuoza haina guarantee, yani biashara samaki au dagaa ina guarantee ukumbuke kwamba unaweza ukaingia asubuhi kwa kutana na bei iko chini. Alafu dakika chache ukakutana na bei imeshuka. Kwa hiyo inashuka kwa muda mfupi inapanda kwa muda mfupi. Yaani kuiweka guarantee ya kwamba ni vipi? Kwa hiyo watumie yani uzoefu wa kazi mkubwa ili kuweza kuwa watu kuwakadiria vizuri wafurahie biashara yao. Sababu kuna kuwakadiria watu wakaamua kuacha na biashara hiyo. Unajua kuna, kuna mtu anafunga biashara kutokana na makadirio aliyokutana nayo akaamua kuacha kabisa biashara kaichukia. Kwa hiyo waweke urafiki tu kulingana na mazingira ya biashara tuliyonayo. Biashara yetu ni biashara kuoza, haina guarantee kwamba utahifadhi miezi, miezi miwili mitatu, amna. Ikienda sana ni siku mbili, imeshaanza kuleta hali nyingine ambayo yasintofahamu, inakulazimisha uuze kwa bei yoyote. Sasa mkadiriaji alikumbuke hilo. Kwa sasa mzunguko kwanza ni mgumu, yani wa biashara kwa ujumla si rafiki, ni mgumu, hatuelewi, labda kwa sababu ya uchaguzi, hatujui kwa kweli, biashara ni ngumu. Aan, yani mzunguko wa pesa umekuwa mgumu. Samaki. Inadepend na inategemea na ulivyonunua mwenyewe, kwamba umenunua. Kwa sababu kilo atununui hizi bei moja. Bei inatofautiana ya kilo. Kuna samaki wa ziwani bei yake iko tofauti, kuna samaki hao ambao tunawekeza kwenye vizimba bei yake iko tofauti. Kwa hiyo inategemea na mtu anauza kulingana kwamba amenunua. Kwa sababu mara nyingi tunanunua kwa kilo, alafu unauza kwa moja moja. Kwa hiyo inategemea mtu amenunua kwa kilo, amegawanisha samaki amesimama kiasi gani na ndivyo atakavyouza ili apate faida.